Ni mbali? Hapana, enda tu na utafika kwa ile tena umesema

Ujumbe kwa Kenya Power ni kwamba hatua kama hiyo inapo inapo pati, jambo kama hilo linapopatikana tunaomba ya kwamba muwe watu wa kufanya kuitika kwa upesi, kwa maana jambo hili lilipotendeka tulichukua nafasi tukapiga simu tukahakikisha kwamba ile simu imefika kwenu, lakini kuliko nyinyi kufika kwa wakati mlikuja saa kumi saa kumi, madhara alikuwa ameshapatikana, tukawa tumepoteza, tukiwa tumeshapata mgonjwa tayari. Mngekuja mapema, hali kama hiyo ingeweza kuthibitishwa, maana tulijaribu hata tulipofika pale, tulikuwa na wakati mgumu kuendelea kuzuia ili janga lingine li lisije likatokea. Tunaomba tu kampuni ipate kusimama pamoja nasi kwa ajili ya mgonjwa ambayo yuko kule hospitali, wasije wakatuacha tukalemewa na huu mzigo. Tunaendelea na matibabu. Matibabu naona daktari anajaribu kufanya kazi mzuri. E, jana alikatwa vidole, leo hii a, ilikuwa kwamba wamfanyie watengeneze kichwa lakini daktari hajapatikana. Kwa hivyo huenda ikawa akija, akipatikana kesho, ataweza tengenezwa hicho kichwa kiwe kizuri, kiwe vizuri. Mtoto huyu sasa hivi napomwangalia tayari amepata ulemavu ambapo hajazaliwa nao, kwa sababu napoangalia mguu wake tayari ushakatwa, napoangalia kichwa chake, ina maana tosha kwamba hata ifanya kazi nzito eh, kwa maisha yake. Watu wa Kenya Power ambao wamesababisha uh, hii yote hawajachukua nafasi yoyote uh, labda kuja kuulizia mtoto anaendelea namna gani ama ni usaidizi mgani ambapo tunaweza uh, peana kwa ajili ya huyu mtoto. So uh, kilio changu ni kwa watu wa Kenya Power ya kwamba waingilie kati wajue jinsi mtoto huyu anavyotibiwa, na uh, waweze kujua kwamba huyu mtoto sasa atakaa namna gani, sababu sasa hivi ako malazi, ako kwa kitanda hospitalini, amelazwa. Wenzake wa shuleni wanasoma, na ni mtahiniwa uh, wa gredi ya, ya tisa mwaka huu, ambapo inafaa inafa, afanye mtihani so uh, anapata changamoto pia wenzake saizi wa, wa, wa shuleni, na yeye sasa ako hapa. Wakati mtoto wangu Gift alikuwa anaenda mtoni alipokumbana na waze stima zilikuwa barabarani, so alikuwa alikuwa anapita venye wengine walikuwa anapita, lakini akiwa katikati umeme ulirudi, ndipo ukamchapa. Akaanguka, saizi bado angali na maumivu, amekatwa vidole na bado wanataka wa, wa, waende watengeneze kichwa, anataka narudi theater. Kwa hivyo ombi langu tu, nataka haki tendeke, kwa sababu huyu mtoto amekuwa tegemeo kwangu amekuwa mtoto wa bidii tangia ni mzaye. Huyu mtoto hajawahi gonjeka hata siku moja nikampeleka hospitali, na ni huzuni kwamba anaenda hospitali na amepata ulemavu wa milele.